Awali akizungumza naibu katibu mkuu wizara ya kilimo Hussein Mohamed Omari amesema serikali imeongeza bajeti kwenye sekta ya kilimo kutoka bilioni 294 hadi kufikia trilioni 1.28 na kwamba ujenzi wa vituo vya kupimia na kukusanyia parachichi vilivyojengwa na shirika la TAHA vinakwenda kuwa mkombozi kwa wakulima, hususani kwenye changamoto ya madalali ambao wamekuwa wakiwatia hasara wakulima, huku mkurugenzi wa shirika la TAHA Bi. Juckline Mkindi akisema licha ya kuusaidia mkoa wa Njombe bado wamejenga masoko ya mazao katika baadhi ya mikoa nchini ili kuwasaidia wakulima. Vituo hivi ambavyo tumefungua uh, ametuzi, ametuzindulia leo mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza, vinaongeza uh, au vinatoa fursa kwa taasisi yetu ya kopra. Sasa huwezi kuwa na ubora unaotakiwa kama huna ma, vituo kama vile ambavyo tumeviona tumesikia uh, wakati unazunguka hapa, namna gani wakulima wetu wanavyonyanyasika na udalali. Lakini ukiwa na vituo kama hivi maanake unaweza kukusanya maparachichi hapa na angalau wananchi wetu wakapata bei bei nzuri zaidi. Tumefanikiwa kujenga miundombinu mbalimbali ya kukusanyia na kuchakata mazao ya utkacha katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Pwani, Dar es Salaam, Njombe, Unguja na vile vile Pemba. Pia tumefanikiwa kujenga masoko ya ya mazao ya mboga na matunda. Mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema uwepo vituo hivi kunaenda kuwasaidia wakulima kuuza kwa tija, na kuiomba wizara ya kilimo nchini kuangalia namna ya kuongeza mashirikiano na shirika la TAHA ili iweze kufanya uwekezaji wa kuwasaidia wakulima kwenye soko la viazi mviringo. Afisa kilimo wa halmashauri ambaye hajui hata kitunguu kinalikuwa, hajui yeye ni afisa kilimo, anakuja natsai, anatembelea, anachofahamu ni kujadili ushuru wa kitunguu. Sasa 20 years ya TAHA tukiifanya reflection, huyo no, vovi tunaogombana hapa, sijui rumbesa za viazi viliko siuiani solution anayotaa. Lakini TAHA ni lazima ibebe mnyororo wote wa wakulima wa mboga mboga na kuwafundisha standardization. Ya wakulima wa zao hilo mkoani Njombe wameeleza matarajio wa yao baada ya kujengewa vituo hivyo muhimu, ambapo hapo awali wamekuwa wakipata changamoto ya kuhifadhi na kupima matunda kabla hajaenda sokoni. Tumefika hapa leo kwa mwaka huu tuna tani mia tatu na kidogo ambazo tumeshauza na tunaendelea kuuza kupitia mkutano huu na viongozi wetu, ninaamini ujio wenu na umoja wenu ta itaendelea kufanya mambo mengi. Ilikuwa tunauza kama kiholela holela, yani kila mmoja anafika nani, mteja anafika nyumbani anauza, lakini tulivyopata kituo hiki, tunamshukuru tunawashukuru wote na tunamshukuru Mungu aliyowapa mawazo ili tuweze kupata kituo hiki.